Wakazi wa kijiji cha Bendera wilayani Same mkoani Kilimanjaro wametakiwa kuweka kando tofauti zao za kisiasa katika kujadili mgogoro wa mpaka kati ya kijiji hicho na kijiji cha Mkomazi kilichopo wilayani Korogwe mkoani Tanga. Akizungumza na wakazi hao katika mkutano wa hadhara, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala amesema kuwa siasa zitasaidia kumaliza mgogoro huo. Tuungane na Sauda Shimbo kwa taarifa zaidi. M akugombania mpaka uliopo kati ya kijiji cha bendera wilaya ya Same na kijiji cha Mkomazi wilaya Korogwe ambao ulianza Februari mwaka elfu mbili na kumi na nne umeingia katika sura mpya baada ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala kuwataka wakazi wa kijiji cha Bendera kuacha siasa katika kutatua mgogoro huo. Naomba mnipokee kwa kunipa ushirikiano. Acheni masilahi ya vyama vyenu vya, vya siasa na muelewe, baada ya uchaguzi kuna maisha mengine. Baada ya uchaguzi ni kupata haki ya mpaka wetu wapi, bila kujali kwamba nani yuko madarakani, lakini sisi tutaachwa kuwa wana Bendera. Mmenielewa? Baada ya uchaguzi kuna maisha mengine. Makala akazungumzia pia hatua zitakazochukuliwa na mkoa katika kutatua mgogoro huo. Kwa hiyo mchakato wangu mimi kwanza, tukirudi nitamwandikia mkuu wa mkoa wa Tanga. Maana yake tutahusisha wilaya ya Korogwe, tutahusisha kijiji cha Mkomazi, tutahusisha wilaya ya Same na kijiji cha Mendera. mchakato huo mimi naanza tarehe ishirini na saba. Wakizungumzia mgogoro huo, wakazi wa kijiji cha Bendera wamesema licha ya jitihada zao za kufuatilia katika ngazi za serikali ya wilaya na mkoa, hakuna hatua zozote zilizochukuliwa, huku eneo hilo la mpaka likiendelea kuchimbwa madini ya jasi au jipsam. Ilikuwa labda tunaitwa sisi huku na upande ule, ili tukaeleza kwa namna tunavyojua mpaka hilo hali kufanyika, matokeo yake yanakuja, watu wala hata ofisa hawajui mipaka hii. Inaanzia wakati wa utawala wa kimajimbo miaka ya hamsini na na baada ya uhuru mipaka ya kimikoa ilipogawanywa ipo na ipo kwenye michoro. Hata hivyo mkuu wa wilaya Same Herman Kapufi akakiri kuwa wilaya ilishindwa kushughulikia suala hilo, kwani liko ngazi ya mkoa. Maswala ya, ya, ya, ya, ya mkoa kwa mkoa yanashughulikiwa na wakuu wa mikoa. Masuala ya wilaya kwa wilaya zikiwa ndani, mkuu wa wilaya ndio mwenye ujukumu. Kama tungekuwa tunapambana na Mwanga, mimi ni, ni saizi yangu hakuna shida. Yaani kuna kuna sehemu ya malaika na sehemu ya m. Kapufi pia katoa hofu wakazi wa kijiji cha Bendera baada ya hili, kwa sababu mpaka ule unaendelea na tatizo, na kwamba wenzetu wanaendelea, lakini sisi tumetulia, itakuwaje? Ndio nimesema mheshimiwa mkuu wa mkoa tumeshaongea naye, tukasema tufanye utaratibu wa kusitisha, kwa sababu kama ni tatizo, maana yake lisimame hii shughuli ziendelee. Kwa hiyo yeye atafanya utaratibu na mkuu wa mkoa wa wa Tanga, ili wasimamishe, kwa sababu hata kama ni mgogoro wa nyumba, kama nyumba ina ugomvi, maana yake asilale mtu ndani ya nyumba, wote wabaki nje mpaka watakapopatikana mwenye haki. Nikiripoti kutoka wilayani Same, mimi ni Sauda Shimbo wa TBC.